Naitwa na Padre Lucas Muhindo kutokea jimbo Katoliki la Kasese, Uganda. Amina, amina. Yesu. Naitwa Padre Dixon, Maria Sambala Mkarmeli. Niko parokia ya Mabwe Pande. Tumsifu Yesu Kristu. Mungu ni mwema kila wakati. Naitwa Padre Daifrig Maliti, padre wa shirika la Roho Mtakatifu, ni mlezi wa watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu, watoto wa mtaani na yatima, Dogodogo Center. Karibuni sana. Tumsifi Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Padre Landelin Makiluli ni padri wa jimbo katoliki Moshi kwa sasa na hudumu ofisi kuu za jimbo katoliki Moshi. Asanteni. <coughs> <coughs> Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina anaitwa Padri Joseph Mndambo kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam na hudumu parokia Bikira Maria Makulata Goba Matosa. Ongereni sana. Mama Maria mama, okay. Kwa majina naitwa Padre Dominic Maleo niko Bunju Mkarmeli. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Naitwa Padre Michael Mile wa shirika la Konsolata na hudumu katika kituo cha Konsolata Mission Center Bunju Kristo. Mimi ni Padre Bonaventura Moshi wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu na hudumu Tegeta. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre Joseph Mwasa, nafanya kazi kule Morogoro na kule ni Moraela Moraela, Uganda. Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre John Chazimuna Mkarimeri kutoka jumbo katoliki la Morogoro jumuiya yetu ya malezi Malolo na parokia mtoto Yesu pia jimbo katoliki la Morogoro. Asante. Huyo padre ndiye ambaye alikuwa na wapa mafungo ya siku tano, wapendwa hawa sita. Naomba tumpongeze. Mimi naitwa Padri Antoni Mutu na hudumu parokia ya Goba Matusa. Karibuni, hongereni sana masista Jubilei ishirini ishirini na tano. Mimi naitwa padri Gerard Bahezwa, padri wa kutoka jimbo la Kigoma. Nimekuja kwa ajili ya sherehe hii na hasa kumpongeza Sister Maria Vestina kwa jubilei yake ya miaka ishirini na mitano. Hongereni sana, Mungu ni mwema kila wakati. Naitwa padre melkori mtitu wa jimbo katoliki Singida, lakini kwa sasa nahudumu katika jimbo katoliki Morogoro, nikiwa katika parokia ya kanisa kuu la mtakatifu Patrice Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa padre jioni ngumbi kutoka jimbo katoliki la Mafinga. Nimekuja kwa ajili ya Sista Upendo Chumi, ni poloko msaidizi wa parokia yake. Tumsifu Yesu Kristu. Mimi kwa majina naitwa Padri Innocent Emili Mrabu, na hudumu katika parokia Kilamba, Mbagala, jimbo kuu la Dar es Salaam. Asante Kristo. Padre Kitali wa shirika la damu takatifu ya Yesu na hudumu katika parokia ya Bahari Beach. Kristo. Gregory Mkotia misionari wa damu azizi ya ya Yesu. Heri ya sherehe. Kristo. Padre Thomas Mtem Karmeli nafanya utume parokia ya Mabwepande jimbo kuu ya Dar es Salaam. Padre Victor Alphonse Biramata Mkarmeli, na udumu katika nyumba ya malezi ya waseminari wetu katika jimbo la Morogoro wa jimbo la Bagamoyo. Kristo. Kristo, Frater Felix Malimi wa shirika la Bikira Maria wa Mlima Kalmeri natokea Bunju. Kristo. Tunao pia watumikizi wetu waftari wamekaa hapa wa parokia yetu mkae hey, wa nafikiri altareni nimetambulisha vizuri, lakini kuhusu mafrateri jimbo letu jipya la Bagamoyo, sio kwamba tuko wakiwa sana, tunao mafrateri wetu 27. Na ikimpendeza Mwenyezi Mungu mwezi Januari mwakani tutakuwa na shemasi wa jimbo la Bagamoyo. Na hapa tumpe Mungu sifa na shukrani, kumwezesha shemasi mpya. Wanasema keep the best last, na askofu wetu wa jimbo la Bagamoyo amekaa pale, ametulia tu kama maji ya mtungi. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kusema maneno hayo, mimi nahitimisha sehemu hii. Mamakinaba, ujiandae baadaye. Uko na tania au ni ukweli? Ile milioni moja uanze kuiandaa. Shukrani sana <coughs> na vyombo vyetu vya habari hatujawasahau, eh? Hay, eh, kuna Radio Maria simama, kama popote ulipo, Leonia Bishoge, then uh, Marian TV online, msi mpo safi kabisa, Jugo Media hayo. eh, MuPhilip nimesahau nini? Kuna nani masahau? Eh, kuna nani masahau